Kwa sababu nyie sio Mungu atanizuia kufa. Kama unataka kuniua vilevile sema. I was born once, I will die once. We live once. Na mimi nimekataa kuwa mtumwa. I know there is consequence. Your choice is. So don't intimidate me. Mimi nimekuwa mbunge, mimi sio kibaka. Nimekuja hapa, mimi nimezaliwa hapa. Ningetaka nigeta kupita kumsinge niona Nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika, na tumetaarifu dunia kwamba mimi naenda kuzika. Mnanizuia, mnachukua pasipoti yangu, unawaambia wanipige. Wanipige nini? Nimekosa nini? Kwa lipi? Kwa lipi? Sema mnachotaka fanya. Kosa stop intimidating me, sijafanya kosa. Tumeanzisha vyama vingi, lazima mvumilie, tupingane kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu, no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kumtreat kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu, una maelezo, mwandikie kwa nini unachukua passport yangu mwandike, kwamba bana, tell me. No. Kwa nini unachukua pasipoti yangu? Kama unataka kuniua vile vile sema. I was born once, I will die once. Mm-hmm. We live once. Na mimi nimekataa kuwa mtumwa, I know there is consequence. Your choice fine. So don't intimidate me. Mimi nimekuwa mbunge, mimi sio kibaka. Nimekuja hapa mimi nimezaliwa hapa. Ningetaka kupita huko msinge niona. Nimekuja kwa sababu mimi ni mtu wa utaratibu, naenda kuzika na tumetaarifu dunia kwamba mimi naenda kuzika. Unanizuia mnachukua paspoti yangu, unawaambia wanipige, wanipige nini? Nimekosa nini? Kwa lipi? Kwa lipi? Sema mnachotaka kituo, mnachotaka semeni kwamba tunakuta kitu fulani, I will go. Lakini stop intimidating, kutisha. Pa, me. Lakini sio mtu nimezuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa eh, baba Raila Amolo Odinga kwenye mazishi. Na, e, nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia, immigration ya Tanzania kunajipanga kunizuia na tangu jana nilipokuwa nasafiri e, nilipofika Mwanza nimeona e, kulikuwa na, na ukaguzi ambao sio wa kawaida. Hata nilipofika Magu leo asubuhi gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita Baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana Amba makutano yenyewe, ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaja hivi, lakini nilipofika kwenye boda ya Tanzania, wakati inaingia, wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafuatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu, wamenizuia. Kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop boda ya Isebania. Wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania, kwa hiyo siruhusiwi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mbunge, ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusi kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani, nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana nikamzui nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu ameondoka nayo na wamesema siruhusiwi kusafiri kwa mimi. Niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine na eh, tujue ni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi, na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu hivi ni vitendo vilivyofanywa na wakoro, kuzuia mtu kwenda kufanya kwenye mazishi. Mazishi ni ibada. Amekufa kiongozi mkubwa sana wa kimageuzi ambaye sisi wengine ni kiongozi wetu, tuna mwenzi, tuna, tuna mheshimu, ndio maana tumesafiri all the way. lakini la pili, mimi sio mtu ambaye naweza kukimbia. Mimi siwezi kukimbia nchi yangu, nimesema tena na tena kwamba sitakimbia hata siku moja kwenye nchi yangu, kwa sababu hakuna kosa nalofanya. Kufanya siasa za upinzani sio kosa, kupinga serikali sio kosa, kumpinga rais Samia kwa hoja sio kosa. Kwa mimi siwezi kukimbia, nahitaji waniruhusu niende kwenye mazishi Bondo na kesho ntarudi. Kama wananihitaji basi wanichukue, vinginevyo mimi siondoke hapo.